Na mtazamaji, tuende moja kwa moja kimkaribisha, karibu. Tumtakie mtoto wa Yusuf kila la heri. E, bosi wetu leo kidogo ameweza kuuza mtoto kwa jina Hasan. Kwa hivyo tunamtakia kila la heri la heri, bila shaka, kongole kwake Yusuf la kicha. Lakini kwa hivi sasa tunakwenda moja kwa moja katika mada ambayo taka tunazungumzia kuhusiana na sifa. Alikuwa nimeona kanga kutoka Mombasa akisema kwamba hilo jicho kama ni la kusifia urembo na nini, alipaswi jicho baya Unajua, lakini Rashid, inategemea kumsifia. Kumsifia vipi? Wajua, unaweza kusema kwamba ah, lulu ni mrembo, hiyo itakuwa amekosea heshima. Kwa hiyo ameuona, ame... u... ndio nasema ameuona, ameuona urembo ah, uko kichwani mwake, mpaka naye akaona akwambie mm -mm. Rashid, kuna mtu unaweza muona ukasema ah, mke wako ni mrembo. Kuleta kibaya unaweza ukisifia kibaya, kumaanisha kwamba bado unakumbuka ubaya wake. Hata ukiona mm -hmm. ajali ukiona mama zako ile ajali ilikuwa mbaya mm -hmm. na amesha bado haikumbuka utamwambia kwamba ilikuwa hivi mtu akavunjika. Lakini ni kitu ambacho unakiona kwa hivi sasa. Ndio nasema kama ajali waweza kumbuka kumwambia mtu. Kuna mkwaza. Shida mtu aniambie kwamba Rashid ni handsome. Kuna shida kubwa. Amna. Kuna shida kubwa kama wewe kwako kwa uichukulie. Mm -hmm. Sisi kwa wanaume haipaswi. Mm -hmm. Mazo ni kosa kubwa. Mm -hmm. kwa mwanaume kukuambia kwamba ati e, mke wako ni mrembo mm -hmm. na wewe uwe mjinga na uitikie, utakuja nikumbuka. <laughs> Takuja... Na kwa hivi sasa, Miriam Migomba, kama unatupata kwa hivi sasa, je, unakubaliana na Rashid kwamba uh, rafiki yake asiweze kumwambia mke wake na kukosea heshima kwa fupi? Mhm. Mm Ninaweza nikakubaliana na naweza nisikubaliane. kwa sababu gani? mm -hmm. kila mwanadamu ana utofauti wa kupokea jambo. mm -hmm. naam, bila shaka tutakuja kwako kuja kuangalia, lakini kwa sababu hili swala ni, ni nyeti kama unavyofikiria, kwa sababu mtu mm -hmm. anaweza kusi, kusifia tabia mm -hmm. kwamba mke wako ni mtulivu, mke wako ni mcha Mungu sio unanielewa? Sasa uki, ukisema mtulivu ah, nakwambia mke wako ni mcha Mungu mm -hmm. utalipokea je lile? Maana yake anamuona ah, ndio nakwambia anamuona yake, na ndio nakwambia anamuona kumaanisha, hata akikwambia kwamba mke wako ni mrembo anauona urembo ha, ameuka nao paka ona kuambie, ah ah kwa nini, na hiyo utulivu ama ucha Mungu useme kwamba amekaa nao, ndo akasema akimwona ni mcha Mungu sababu anajua vitendo vyake, paka anakuambia kumaanisha ameviona mm -hmm. na vipo katika kichwa chake anakuambia. mm. kwa hata akizungumza urembo ni kwamba pia vile vile ameuona. mm -hmm. tupate kumsikia Miriam wa Migombo. Niko nazungumza hivi, kuna watu tumetofautiana kwenye kupokea. Kuna mwanaume ukimsifia bwana, umebarikiwa ah, ume kupata mwanamke mzuri anaweza asichukue hatua yoyote ya kuhisi kitu chochote, lakini kuna mwingine anaweza kuhisi, kwa nini huyu amsifie mke wangu? Na ndio maana kusifia kuna nyanja mbili. Nyanja ya kwanza kusifia, inawezekana huyu mwanaume ana mke lakini, yule mke sasa, tunakwenda kwenye matendo, kwamba inawezekana matendo nilokuwa nayo mimi yeye mke wake hana. Kwa hiyo anas, anamsifia rafiki yake, bwana umebahatika kupata mke mzuri, lakini apia ni ana matendo mazuri. Mfano, inawezekana mwanaume aliugua Eh, lakini mwanamke yule yupo na ni mzuri, inawezekana yule mwanaume kibiashara aliyumba, yule mwanamke yupo na inawezekana kabisa yule mwanamke ni msikivu, mona na yule rafiki anaona ya lakini yale matendo yote yule mke wake ndani hana. Kwa hiyo anaamua kumsifia mke wa rafiki yake kulingana na ule urembo wake na uzuri wake, lakini na matendo yake, na sababu ya kusifia hasa ni matendo, na ndio maana akamwambia, mm, rafiki yangu umebahatika kupata mke mzuri, lakini yani mm -hmm. Umebahatika kupata mke mzuri mwanaume. Sasa mwenye, mwenye mwenye hekima na busara anaweza akamuuliza unamaanisha nini? Sasa yule akaamua kufunguka, lakini mm -hmm anayetakiwa kusifia awe tayari na yeye ana mke lakini, anaona kulinganisha matendo ya mke wake na matendo ya ya matendo ya, ya mke wa rafiki yake ni tofauti. Ila tunapaswa kutengeneza tahadhari, kwa sababu leo hii tunavyozungumza hapa, kuna baadhi ya wanaume ambao leo hii wanadili na wanawa, wanadili na wanawake wa rafiki zao, ama mpaka kufika hatua ya kuweza kumuoa kabisa. Leo tunavyozungumza hapa, kuna mwanaume ameshachukuliwa mke na rafiki yake. Ni kosa kutokana na nini? Ni kutokana na kusifia, kwa sababu anasema aisifiae mvua saa mm -hmm. Nyingine inaweza ikawa, ifanya nini imemnyeshea. Kwa hiyo tunapaswa, wanapaswa wanaume kuwa makini pale unapoona rafiki yako anaposifia na kusifia ni mara moja. Huwezi kusifia mara mbili, mara ya tatu. Mpaka unasifia mara tatu, basi kuna kitu ambacho inawezekana umekitamani cha cha cha mke wa rafiki yako, lakini huna namna ukasema, ah acha nibaki kwa kunini kwa, kwa kusifia mm -hmm. lakini unaweza ukasifia, lakini usipitilize kusifia kwako, na tunatengeneza tahadhari kwa wanaume ambao leo hii mke wako anasifiwa na anasifiwa na rafiki yako, mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, unapaswa kuzinduka, kwa sababu, kwa nini amsifie mke wangu kwa kiasi hiki? Eh, lazima hapo mwanaume unayesifiwa mke wako lazima utengeneze ile kengele kabisa ipate kulia. Kwa nini amsifie, amsifie kwa kiasi hiki? Usifie ni mara moja tu. Lakini katika kutoa sifa huko unaweza ukairejesha nyumbani. Sasa ukiirejesha nyumbani inategemea na mke, bwana. Eh, mimi naomba nikuambie kitu, mke wangu fulani, amebahatika kupata mke mke ana sura nzuri, mke ana shepu nzuri lakini mpaka matendo yake mazuri, kwa sababu yale matendo ya mke wako unayaona kabisa, wasema huyu hata siku nikiumwa atanikimbia Miriam. Huyu hata siku nikifukuzwa kazi atanikimbia. Eo, naam, labda nikuulize, mtu akinisifia mimi, mimi nitakuwa na shida gani ama nitakuwa na ubaya gani endapo mtu atanisifia mimi kwa mume wangu? na hatia yoyote akikusifia, si amekuona? Unajua, ni kuambie, mwanaume ana jicho la tatu, anakusifia kwa, ku, kwa kusifia tu lakini asikutamani asi, lakini anaweza akakusifia ila akakutamani, lakini pasi na mwenyewe kujua, ama utajua, kwa sababu unajua mwanaume anayekusifia utaona uso Unaona, huyu sifa yake anausifia kwa sababu amenitamani. E, Lulu wewe ni mrembo Lulu, Lulu wee ni mzuri. Lakini utaona ile sura yake ameitengeneza kwa kukutamani, au ameitengeneza kwa kukupenda, japokuwa akaona apenyeze kwa sababu wanaume wengi kutongoza hawawezi wanatanguliza sifa, basi mwanaume yoyote yule, ni wanaume wachache sana ambao wana uwezo wa kutongoza mwanamke eh, kwa kutumia pesa, kwa kutumia mdomo wake, lakini kwa kutumia sifa, kwa sababu anajua mwanamke ukimsifia unaweza ukampata. Naam, bila shaka. Na, na, nafikiri kitu ambacho watu wanazungumza ni kwamba ni kule kwa umezungumza kwamba rafiki wako wa kiume kwa sababu imewekwa wazi rafiki wako kiume kumsifia mwanamke, ndio wengi wana makosa. Lakini kama ni mabinti wanajuana, dada yangu kumsifia mke wangu nani? kama ni mwanamke akimwambia kwamba wifi, una tabia nzuri na nini lile, lakini kwa jinsia ya kiume uhum. Watu wanasoma katika jumbe hapa. Mmoja anasema uh, ni kuvuka mipaka, sio sawa kabisa. Uh, mimi siwezi kubali mtu kusifia kipenzi changu hata dakika moja. Hapo ni kuvuka mpaka. Rashid, eh, labda nikuulize Rashid. Kuvuka mipaka ni sifa za aina gani? Wajua heshima ni kitu cha bure, ni sifa za aina gani ambapo utasema huyu sasa amevuka mpaka, kwa sababu ndio nasema heshima ni kitu cha bure. Nikija ukimwambia mke wa mwenzako kwamba Uh, mashallah umeangukia mwanamke mzuri wewe na, na umbile zuri na nini, hata kama rafiki yako, umevuka mpaka. Umezungumza kitu ambacho haupaswi kukizungumza. Na ukimwambia kwamba umeangukia bila kuuliza, kusema am, am, <laughs> na urembo ameona, bado anakukosea heshima, kwamba ni matamshi. Hatusemi kwamba mke wako asisifiwe, uh -huh. Lakini kwa jinsia kiume rafiki zako karibu kuweza kumsifia mke wako si sawa, si heshima, si maadili mema. Lakini kupata mabinti wenzake wakamsifia kwamba wewe una tabia nzuri, wewe mpole na nini, inakubalika, uh -huh. Kwa sababu ujue kuna, kuna, kuna, kuna mtu anapokuwa amesifia inamaanisha kwamba ile picha anaishi nayo, ile picha anaishi nayo, ndio maana pakaja kwambia ah, mke wako mashaallah, kumbe ile picha anayo. Lakini Miriam, kuna ile dhana, kuna baadhi ya wanaume wanasema kwamba wake zao hawasifiwi, hawapati ile sifa, hawajui kama wana chombo cha kweli asifiwe na, na, na. kuna ile mtu mmoja wakana mke, kuna wanaume wanataka, lakini hakuna hata mtu mmoja ashayekwambia ah, una wife nani. Unajua, unajua nikwambie kitu Lulu. Naam Miriam kila mwanaume unayemuona eh, kila mwanaume unayemuona, yani kwa wewe ambavyo ulivyo, inawezekana mwanaume mwingine humvutii kabisa. Kwa mimi ambavyo nilivyo, inawezekana kuna mwanaume mwingine simvutii kabisa, na ndio maana unakuta kwamba Mungu ametengeneza wanawake tofauti tofauti. Sasa inategemea, kuna aina ya mwanaume, kuna aina ya mwanamke ambaye anayempenda anayemtaka, na ndio maana unakuta wakati mwingine unaweza kumwambia mtu ah, yani, yaani huyu mwanaume type zake wanawake zake wako hivi wote, unajua kabisa kwamba huyu wa aina hii. Kwa hiyo inawezekana, kwa mfano mwanaume akasema, mbona mimi sijawahi kuona mke wangu anasifiwa? Yeye anahisi kwamba labda mke wake sio mzuri, yes. lakini Kumbe kuna vivu, kuna kivutio ambacho kuna mwanaume anakipenda akaamua kusifia, na ndio maana wakati mwingine tunaambiwa kuna baadhi ya vitu vyetu tuweze kuvisitiri, kwa sababu si, mimi unaweza kusema ukaona mabega lakini mwanaume asipende mabega, lakini akaona vidole vyangu akapenda vidole vyangu. Kuna mwanaume anapenda vidole tu na kuna mwanaume anapenda pua tu na kuna mwanaume anapenda masikio ya mtu tu na kuna mwingine anapenda <laughs> sauti ya mwanamke. Kwa hiyo inawezekana mwanaume akaona, ah, mbona mke wangu mimi hajasifiwa ama mm -hmm, hasifiwi? Kumbe sio, yaani ni ile type ya wale wana ume kwamba hawampendi yule mwanamke vile alivyo, labda wanapenda watu wengine. Lakini Rashidi, mimi mm -hmm. naomba nizungumze ukweli kwamba kumsifia mwanamke mwanamke wa, wa rafiki yako kwa nyanja ipi sio mbaya mm -hmm. kwa sababu mwanamke anayeishi naye ndani ama yeye hajawahi kuishi na mwanamke inawezekana kabisa akapenda aka vile mke wa rafiki yake alivyo mstaarabu, mungwana, mpole, msikivu. Umeona, lakini kuna wana wanaume wengine wanaishi na wanawake kama mashetani. Akimpigia simu mwanaume anambia niko ofisini, mwanamke aamini mpaka apige video call, au mwanaume kakaa sehemu amepumzika na rafiki zake, mwanamke anawasha gari mpaka pale anafika, anafanya punyo. Lakini mtu mgeni amsifia, bwana umepata mke, mke wako sura nzuri, ana shepu nzuri, lakini ni, ni mtulivu, kimwambia niko sehemu fulani. Kwa hiyo mtu hiyo kusifia ni kitu cha kawaida kabisa, wala upaswi kuona wifu. Naam. Okay. na ujue na, na pia vilevile anavyozungumza Miriam kwamba hakuna mtu yote duniani ambaye ameoa mke wake ambaye mke wake si mrembo mm -hmm. kila mtu alipenda kitu kwa hiyo mm -hmm. usije ukajifanya ndio bingwa mm -hmm. wa kusifia na mm -hmm. ndio maana hii nchi ina kampuni nyingi za mkate mm hakuna -hmm. <laughs> kampuni moja. Test ni ile ile. Tuheshimiane kidogo. Aha, mtazamaji, naona kia wanaume wengi wameweza kusema kwamba sio tabia nzuri. Nisome tu ujumbe mmoja hapa kutoka kwa Daudi kutoka Ruai, anasema na kwamba haifai hata kidogo, usherati huanzia hapo, pia mwanzo wa kuwa fisi ndio huo. Kama ni sifa ako na bibi, amsifu atakavyo. Asante sema kitu, kumbuka hata anayempenda mbwa ama ng'ombe akifa, amziki na kamba yake, nazika mnyama peke yake. Kwa heri mtazamaji.